Jamii namba itakayetambua watoto ndio jambo kubwa ambalo linakuja sasa na ita, ita, itaondoa habari ya kwamba si cheti cha kufanya nini ya kufanya nini. Kwa hiyo mtu atakuwa anatambulika just from his or her coming into being, tayari immediate anaanza kuwa anatambulika. Na wasio wa Tanzania ambao ama ni walowezi ama ni wakimbizi eh, na wengine wakawa wameombea kazi kwa utambulisho ambao sio wao au walisomea majina ambayo sio yao na baadaye wamekuja kuondolewa kwenye kazini. Tumetolewa msamaha na Mheshimiwa Rais tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwamba waje wasafishe taarifa zao za utambuzi ili warudi kwenye majina yao yanayetambulika kwa kuwa hayo waliokuwa wameyatumia yataendelea kuwaletea matatizo tu wakati wote. Wengine wameondolewa kazini kwa vyeti feki, wengine wameshindwa wame, wame, wame kupata uraia kwa sababu hata walipotaka kujiingiza kutambulika ili wapewe vitambulisho vya taifa, taifa e, wameshindwa kupata kwa sababu ya kudanganya. Na wengine walikuwa wanafanya masihara kwa kuomba mara mbili mara tatu. <laughs> Hao wote mheshimiwa rais amewapa msamaha. Na wako ambao ni walowezi wanataka wenyewe wapate kitambulisho cha Tanzania, kitu ambacho hakiwezekani. Wako ambao ni wakimbizi wanataka kupata kitambulisho cha Tanzania. Na tukienda kule kwenye fildi na kwenye wilaya zetu hasa za mipakani, haujitokezi lakini, utasikia tukienda huko, wanapiga kelele kwamba hatuna vitambulisho. Wakienda viongozi wanasema vitambulisho ni dawatoi <laughs> lakini dawatoi vitambulisho mpaka sasa hivi ilivyoko kwenye wilaya zetu zaidi ya vitambulisho milioni milioni moja wenyewe hawajaja kuchukua hawajaja kuchukua. Kwa sababu gani? Tunadhani pengine ni kwa sababu hizo hizo, hizo. Lakini akuwa meshatambuliwa basitakachkue kitambulisho chako na, na vikibaki kule sasa, tumeweka utaratibu, ikaa kule kwa miezi mingapi mitatu, sisi tunavizuia.